Karibu sana ndugu watazamaji kwenye channel yetu ya Norland Tanzania. Uh, Norland Tanzania ni kampuni inayojihusisha na usambazaji wa bidhaa uh, maarufu kutoka nchini China. Uh, na Norland ni kampuni ya kimataifa uh, inayojihusisha na biotechnology yenye makao makuu nchini China na makao makuu ya kimataifa nchini Marekani, na Norland inajihusisha katika utengenezaji wa bidhaa asilia kwa ajili ya kujenga afya na kurekebisha afya na kuboresha afya ya mwanadamu. Katika kipindi cha dakika chache zijazo, nitakuwa naelezea ubora wa hizi bidhaa, thamani ya hizi bidhaa, na upatikanaji wa hizi bidhaa. Na kwa kifupi sana, nitaelezea baadhi ya bidhaa ambazo sisi tunazitumia hapa nchini Tanzania, ambazo zimethibitishwa na shirika la viwango TBS, Tanzania Bill of Standard. Uh, bidhaa hizi zimepitia mchakato unaoitwa good manufacturing practice, GMP na zimeidhinishwa na TBS Tanzania Bureau of Standards kwa kufuata mchakato mzima kuanzia kufanya maombi, kuwatuma wataalamu nchini in China, kukagua viwanda pale nchini in China Beijing, na pia kuhakikisha usalama wa mlaji nchini in Tanzania. Na bidhaa zinazosambazwa nchini in Tanzania ziko katika makundi mbalimbali. Ziko bidhaa zinazohusika na uondoaji sumu, tunaita detox. Ziko bidhaa kwa ajili ya magonjwa ya kina mama hormone imbalances na vitu vingine. Ziko bidhaa kwa ajili ya afya ya wababa na wakaka, tunasema afya ya wanaume kwa ajili ya masuala ya uzazi. Ziko uh, bidhaa kwa ajili ya kurekebisha mifumo yetu kama vile figo, um, maini, moyo, kurekebisha sukari. Na bidhaa zimegawanyika katika makundi mengi mengi mengi, lakini kwa leo nitaelezea bidhaa angalau tano ambazo ni muhimu sana katika uh, soko letu hili la Tanzania katika walaji wetu wa Tanzania, kwa sababu katika maisha yetu kila siku tunakula sumu, tunakumbana na sumu katika mfumo wa uvutaji hewa, uh, kwenye magari, kwenye shughuli zetu za kilimo, kwenye shughuli zetu za maisha ya kawaida kabisa. Vyakula sasa hivi vina vy, ubora tofauti tofauti, lakini pia mifumo yetu ya maisha, endocrine system stress, tunapambana na changamoto mbalimbali za maisha. Sasa hivi vyote vinaweza kuleta changamoto kwenye ini, kwenye figo na kwenye damu. Sasa tuna bidhaa inaitwa detox. Uh, detox yenyewe inasafisha mwili mzima, tunasafisha damu, ini na figo, tunapunguza cholesterol, tunaboresha mmeng'enyo wa chakula, lakini pia tunarejesha mng'ao. Eh, watu wengi utakuta wana umri wa miaka michache lakini bado wanaonekana kama kidogo umri umeenda. Ni kwa sababu ya sumu zimejikusanya mwilini, lakini pia tunapunguza uh, uchovu na uh, especially kwa watu wale ambao utakuta unaamka asubuhi umechoka sana eh, ujafanya kazi yote usiku kucha, umelala mapema, umekula kwa wakati, lakini mwili unakuwa umechoka sana okay, ukiamka asubuhi. Hii yote ni dalili ya mlundikano wa sumu mwilini. Tuna bidhaa inaitwa detox Itakusaidia kusafisha mwili mzima na hii ni bidhaa kubwa sana, kwa maana kwamba tukishasafisha mwili mzima pale, sasa ndipo ambapo mwili wa mwanadamu unaweza kupokea dawa nyingine kurekebisha, na sayansi yetu tunaita regenerative restoration science, kwa maana kwamba tunarudisha, tunauisha sel kuwa kama vile ambavyo ulipaswa uwepo. Lakini pia bidhaa zetu nyingine, kuna bidhaa inaitwa immune plus Bidhaa hii ni maarufu sana sana sana kwa ajili ya kurekebisha hormone, kuongeza kinga mwilini, kusaidia kupona, kupunguza maambukizi ya mara kwa mara, kuongeza nguvu kwa mgonjwa muda mrefu. Kwa hiyo tunafanya kama tunaleta immune booster, kwamba tunasaidia kinga mwili kupanda. Lakini tuna bidhaa nyingine inaitwa immune vital. Hii ni maarufu sana katika kuongeza nguvu na stamina, kupunguza uchovu, kuimarisha kinga lakini pia kuboresha oxygen kwenye seli na hii ni bidhaa ambayo inatusaidia sana especially sisi wa baba. Kina baba, tunafika kipindi inachoka mwili, mwili, tuna tunapungukiwa nguvu za kiume, tunaanza kuishi maisha yetu ya kawaida kabisa. Lakini kwa kutumia akutumia Vital kusafisha mfumo mzima wa figo na kuongeza mzunguko wa oxygen mwilini, basi miili yetu inaanza kufanya kazi kwa ubora mkubwa sana. Tuna bidhaa inaitwa Propolis. Hii ni bidhaa inayotengenezwa na kutokana na bidhaa za nyuki, lakini hii ni bidhaa pendwa ambayo inarekebisha seli ya mwanadamu, na inachofanya hii inaponyesha vidonda na kuzuia maambukizi ya aina mbalimbali mbali, hata maambukizi ya njia mkojo, kulinda mfumo wa kinga, lakini pia kuyeyusha mafuta mwilini. Sasa bidhaa kama hii ni bidhaa ambayo kwanza ni asilia, hautachoka wakati unaitumia na mwili wako muda wote utakuwa kama ulivyokuwepo. Tuna bidhaa nyingine inaitwa hypoglycemic capsule. Hii ni bidhaa ambayo kazi yake kubwa sana ni kupunguza sukari mwilini, kurejesha kazi ya kongosho ambayo imekuwa ni changamoto kubwa sana e, e, wengi wakifikia kipindi kwamba wamepitia msongo wa mawazo, wamepitia changamoto za kila aina, inafika kipindi inakuwa ni ngumu sana kwao kurejesha afya ya kongosho. Sisi tuna teknolojia ya kukufanya kwamba mwili wako sasa usiwe tena na ganzi, mwili wako sasa figo yako iimarike kwa uimara ulio mkubwa sana. So um, baada ya kuona kwamba bidhaa hizi nyingine tulivyoangalia, lakini sasa nitapenda kuelezea kwa umakini sana uh, vitu viwili. Kwanza nitaelezea afya ya mwanamke, lakini pia nitaelezea afya ya mwanaume. um, wanawake wengi wanahitaji tabasamu na hapa nitasisitiza tabasamu lile asili. Mwanamke alizaliwa akiwa na viungo vyake vimekamilika na homoni um, zake zimekamilika hisia zake zimekamilika, na kila kitu kiko sawa, lakini kulingana na changamoto mbalimbali mbali ambazo wanawake wanakabiliana nazo katika maisha. Changamoto hizi zinaweza kusababisha vitu vingi, mfano mvurugano wa homoni mwilini kutokana na mawazo. Tunafahamu kabisa uwezo wa kushughulikia matatizo unatofautiana kati ya mwanadamu na mwanadamu. Sasa inawezekana ukawa na migogoro midogo midogo, lakini pia ikakusababishia msongo wa mawazo, depression. Wanawake wengi wanapata changamoto nyingi ya msongo wa mawazo. Sasa tuna bidhaa ambazo unatumia kurekebisha mfumo wako wa homoni tuna bidhaa ambazo zinapofanya wewe mwanamke uwe kama ulivyopaswa kuwepo, hivyo basi ufurahie maisha yako ya ndoa, ufurahie tendo lako la ndoa, uwe na amani na maisha yako yawe ni mazuri. Sasa tunafanya nini? Tunaweza tukakupa bidhaa mbalimbali zinaitwa female pad, tunaweza tukakupa pantliner, lakini pia ukiwa kwenye zile siku zako maalum, tuna bidhaa zinaitwa napkin na tuna bidhaa nyingine nyingi kabisa za kukufanya uwe mwanamke wa thamani. Lakini pia kwenye afya ya wanaume, wababa wenzangu, wa kaka na wale wazazi wangu, tunafahamu kabisa sisi tunatumika, tunaanza ujana, tunafika kipindi viungo vyetu vinachoka, akili zetu zinachoka, tunatafuta fedha usiku na mchana, hivyo tunaishiwa nguvu za kiume. Tuna bidhaa tutakufanya detox, tutakuondoa sumu mwili mzima tutakupa propolis kuyeyusha mafuta ili mwili damu ikimbie kwa kasi, lakini pia tutakupa immune vital kuongeza nguvu na kusaidia kwamba mwanaume uwe mwanaume rijali na usione aibu. Watu wengi wanakuja ofisini, anasema nataka yale mambo yangu yawe vizuri. Sema tu nahitaji kuwa na nguvu za kiume kama nilivyozaliwa. Hivyo basi Norland na kurudishia tabasamu, ewe mbaba ewe mkaka, na si lazima uwe mzee. Sasa hivi vijana wa miaka kumi na tano au ishirini thelathini wameshapata changamoto katika harakati za utafutaji wa maisha. Hivyo basi, na kuna aina mbalimbali za tiba, mara tiba asili mara nini, wametumia bidhaa mbalimbali katika kuhangaika. Njoo Norland, tutakupa tiba ambayo inatumia bidhaa asili. Lakini pia ninapenda kutumia dakika hizi chache zilizobaki kwanza kukukumbusha ku like, unabonyeza kitufe hapo chini, una like, una subscribe ili uh, channel hii inavyoendelea kutoa maudhui mbalimbali wewe uwe ni wa kwanza kuzipata. Uh, nitazungumzia um, uhakika wa hizi bidhaa na ubora wake. Uh, tuna vyeti vya ubora, tuna vyeti vya TBS, tuna ICO, SOPs za kimataifa na ML, eh, MLM za kimataifa tuna leseni za usambazaji wa kimataifa. Hivyo basi, Norland ipo zaidi ya nchi arobaini na Norland ipo uh, nchini in China. Kampuni imedumu zaidi ya miaka arobaini. Kwa hivyo basi tunawakaribisha katika kampuni ambayo imefanya utafiti wa bidhaa, hakuna kemikali, hizi bidhaa zimeidhinishwa na hazina sumu, na matokeo ya kutumia hizi bidhaa unayaona moja kwa moja tunachokifanya ni nini kwa mfano ukifanya detox ndani ya masaa kumi na sita utapata uh, matokeo ya papo kwa papo lakini detox inaendelea kukusafisha kwa siku mia moja ishirini tunaelewa kwamba umepata sumu kwa muda mrefu hakuna teknolojia ya kusema natoa sumu leo leo kesho mwili wote huo uh, hauna sumu huo uh, mtu utakuwa unaumiza mwili hivyo basi bidhaa hizi ukishatumia moja zinapungua zinakupunguzia uh, magonjwa sugu wanaita nani, communicable disease, yale magonjwa ambayo hayaambukizwi, lakini pia inakuimarisha, unakuwa mwenye nguvu na inakupa kinga imara na afya bora. Ujumbe wangu wa mwisho wa ndugu watazamaji ni kwamba bidhaa za Norland ni urithi wa afya ya kweli, na kila bidhaa ya Norland unayoitumia, tuna bidhaa yetu moja inaitwa GI Softgel ni bidhaa ambayo inaleta maajabu sokoni. Uwe uh, na constipation uwe na m uwe na madonda ya tumbo uwe na changamoto ambazo kwa kweli umezunguka kila kona, inafika kipindi unapoteza taimani, unafikiria hiki ni nini? GI unamumunya mdomoni uh, asubuhi, mchana, jioni au asubuhi na jioni, kulingana na changamoto yake, na mambo yote yanarekebishika bila kutumia kemikali. Basi usisahau kumweleza mwenzako kwamba tuna kampuni iliyowekeza katika utafiti, na kampuni hii ipo nchini Tanzania na wasambazaji wote wapo nchini Tanzania, wako nchini Kenya, wako Uganda, wako Zambia na sehemu nyingi za za Afrika, South Africa, Nigeria na tuna- tunaendelea kutamka hivyo. Basi ninatoa wito kwa ndugu mtazamaji kuja ku kuhu ulizie hizi bidhaa popote pale utakapo mwana msambazaji papo kiwa sehemu Kigogo. Norland Tanzania utapata, Norland Kenya utapata, dunia nzima Norland inapatikana. Ninatumia nafasi hii kukushukuru wewe ndugu mpenzi mtazamaji, na ninakualika tena kwa kipindi changu kinachofata. Asanteni sana.